ila mke wangu, kwa sababu kwa ni ibada, umwache mwenyewe aoe. Mke wangu, naona kwa sababu ili jambo analolifanya ni jambo la heri na ni ibada eh. Zamani ilikuwa mtu hata mtu anakwambia mimi nataka juzuru, sasa sasa hivi mambo yamebadilika, mke wangu, mara mbili mbili. Kweli hilo sio tatizo kwa so, sababu itabidi kwanza tutume mm, barua ya posa mwanangu, alafu ndio mambo mengine atakuja. Uh, baba amekusa swala la barua, mimi nitatafuta mshenga tamwagiza atapeleka ya barua ili kila kitu kiende vizuri. so, sawa, taongea na mamaako basi, mambo haya yatakwenda sawa. Mimi naona basi ndio wangu mwanangu. Uh, hakuna uh, shida Sima kutakia kila nani, Nipo tayari kumpokea mtu. Sawa, nashukuru wazee wangu, mimi nashukuru kwa kusikiliza. Nimejisikia faraja sana kukweli, kusamu, kusamu na nimejisikia raha kweli kwa sababu ndoto zangu sasa zinakaribia kutimia. Haya nasi tunafurahi kuja kupata mtu bora. Mahali ndio hiyo. Mm. Tujiandae. <tus> Api asubuhi yote hii? Kuna mwanangu kanipigia simu mara moja. Sawa. Sijakataa. Na vipi kuhusu ile swala letu tuliongea kuhusu kwenda kwa wale wazazi wake? Chorea mpenzi wangu. Mimi nishakuelekeza miishakuelekea kwamba huo moto kama nimewasha mimi basi amini nitauzima mimi mwenyewe pasipo kuhusika akili ya mtu yeyote. Sio, unanielewa? na plani yangu nimewaza hivi, nitafute pesa, nikishaipata ni ninunue kondoo kama yule yule, kisha niwapelekee. Au unaona nani? Mimi ninachotaka huwu, unatafuta hizo pesa, lakini hu unatafuta pesa kwa amani, ni lazima uende kwa wazazi wake. Msafiri, mko kinyanganizi sana eh? chimpo mimi sikubaliane na hilo wewe Tafuta hizo pesa ila ni muhimu kwenda kutoa taarifa kwa baba yake, sawa? Ila ni muhimu niende kutoa taarifa kwa baba yake. <tipa> Okay, sawa, mimi nimekuelewa. Sasa acha mimi, wewe wahamini waikazini, sitakukuta hapa. Ndio mimi nipo mpaka jioni leo.

Sio lazima tumchukulie gari mpya. Sasa hata gari used, basi itabidi inatakiwa ionekane hiyo gari yani, hata kama itakuwa ni used eh, tutafuta gari ya shilingi milioni nane, milioni kumi na mbili, lakini angalau iko kwa hali kidogo. Sasa haya, umeana hilo kuhusu swala la mahali, tutaifuatilia na kuenesaisha hilo mpaka. Nikuulize kuhusu biashara, inaendeleaje? ina, ina, ina, ina wangu biashara haina taabu, biashara inaenda vizuri. Jambo la kushukuru Mungu. Na yule msimamizi ulipata kwa ajili ya shamba. Maana huwa ndio zimeshachanganya zinaendelea. Kwa habari ya shamba kwa kweli nilipiga nilifikiria niende mm -hmm. niweze kwenda kuangalia ile shamba. Lakini sasa kidogo muda umeni nini kidogo umenitupa mkono kwa hiyo nikipata muda nitaenda kuangalia je, kweli ilikuwa vizuri? Sawa, basi Salama, umeshindaje? Namshukuru Mungu. Baba, mi nimekuja hapa kwa tatizo mmoja. Ndio hivi. Unajua chochote kuhusu Msafiri? Hapana. Sasa baba, kuna tatizo. mm -hmm. Inasemekana nyie zamani mlikuwa wafugaji na familia kina Chimpo walikuwa wakulima. Sasa siku moja mifugo yenu ikaingia katika shamba la kina Chimpo. Chimpo baada ya kufukuza ile mifugo akachukua gongo akapiga kondoo mmoja. Hizo habari sio kweli, kwa sababu mimi tangu nipate akili, tangu kindagati mpaka ileo sijasikia neno wafugaji, na mimi binafsi sijawahi kufuga hata njiwa wala kifaranga cha kuku. Kwa hiyo hizo habari sio za kweli hmm, baba. Mana huko kote huko lai, yani huko kote ni Chimpo na Msafiri, Chimpo na Msafiri, yaani nikuwa ni vita kubwa sana baba. Ila mi baba, nilikuwa naomba kitu kimoja, naomba ukae na Msafiri. Naomba umuoji na uongee naye kwa kina baba kama kuna chochote baba. Nakuomba basi uniambie. Ili vita ifanyaje? Iishe baba. Naomba. Sawa. Nimekusikia. Lakini kama anavyokusisitiza kwamba sisi hatukuwa wafugaji, Hata siku moja hatujawahi kufuga na hatutegemei kufuga. Basi sawa baba, mimi acha nikuache. Wewe unajiona nje mwanangu? Ah, na Ah, baba, asante. Ah, kwa Habari yako mama? Nzuri tu za leo nyumbani? Hapa ah, mama nimekuja kuhusu ile jambo langu, mimi na Merina tayari nimeshashirikisha wazazi na wazazi wote wameliafia, lakini mama, Merina apokee simu zangu, ajibu tiksi zangu. Mama, inaniumiza nashindwa kufanya mambo yangu vizuri. Nampenda Merina mama, hivyo nakuomba mamangu, kaa chini na, na Merina uzungumze naye, mwambie lile jambo alilonaniambia tayari nishalikamilisha, hivyo apokee simu zangu, toke mikakati tujue nini na mkabidhi gari lake hapa Aki naongea naye kila kitu na mambo yote, atakaa sawa, wala usiwasiwasi. Sasa mama, ntashukuru sana, maana nampenda sana Merina mama. Nashindwa kufanya kazi zangu, nashindwa kufanya mambo yangu mama, muda wote namwazia Merina. Basi mama, mimi naomba nikuwache, karibu hapa na nyumbani kwetu Like, A moment, yeah. Sina na Tuna so shida na hela zako na hela sio shida zangu. Kwanza sina matatizo ya hela laki na hela zako, mama. Tunamchelesha bodi kwenye ah, dunia kuna kitu kinaitwa mapenzi kama yaliwatesa mababu, mi kijana siawezi oyo? Sasa yananipa tabu ah, yananipeleka lesyo, yeah. ah, yani kivumbi na jasho jacho yananipa stresyo. ah, unampenda mtu na mjali, mwisho wasekwa na kuanzishia kimbunga

baba alikuwa anakunyizia sijui, ameingia ndani, maana kuna mtu aliyemwona kama akazunguka huko. Lakini kwanza amwangalie ndani, ukimkosa ukamwangalia huko.

Kue gari uende Yombo, ukokaliboha kaichukulie dawa na no, ya maradhi yangu, ay ni msunguasungua, lakini inasemekana kwaliboha kuna ostazi mbosi kuizia ka kapozi kwa sifa inayotoka huko, dawa yao safi sana naamini hata mimi maradhi yangu hadithi. Unataka kuniambia baba, ustadhi mgosi au huyo kaposa ni dokta mkubwa sana? Yaani huyo ni kiboko cha matatizo. Basi sawa, hata mimi atanisaidia matatizo yangu. Kinachopasa nipatie namba zake simu yako

Nimeanza kusikia maneno kutoka kwa mwanangu Menti kusema, wewe we na mwenzio Chimbo mlikuwa mnakimbizana huko, tena ameshika silaha ya ya nani ya lungu, munakimbizana, mnataka mnataka kuumezana. Lakini juzi nimeshuhudia mwenyewe kwa macho yangu, mnakimbizana na yule mwenzio. Kwani haswa munagombea nini? We na yule kijana mwenzio, ah. hmm. Chimpo fanya kitendo cha unyama sana, nashindwa atakuvumilia katika nafsi yangu. Labda tu nikuambie kitu kimoja, siku yoyote, muda wowote, nitapumtia mkononi Chipo mimi ndani. Na yeye mwenyewe ataomba ataumta Amen. Kwa sababu sitokubali hata siku moja kwa kitendo alichonifanyia mwanangu, umefika mbali sana wewe. Yule kijana na mwenzio, si umenielewa? Leo mko hapa, siku nyingine mnaweza mkakutana sehemu nyingine tofauti. Naomba tu uniambie, kwani tatizo nini mnachogombea? Tabora tukimoja tu mama. Mm -hmm. Kama Chimbo si mtu mzuri kwangu

hata mimi nimefurahi sana uongea hivi. Mimi nitamuita chini. Nitamuita, mtakuja hapa wote na tutayaongea. Lakini mimi nakuomba siku hiyo ambayo nitamuita chini, tukiwa tumekaa hapa usiwe na gazibaa hatutojenga. Tutabomoa. Kwa maana hiyo mimi ninachotaka nyinyi uvijana mwelewane. Nashukuru sana. Nyinyi ni taifa la kesho.

Baba, eh, nipo jana, narudi nilitoka tu mara moja, narudi sasa mm, hivi eh, mm, eh hamna tatizo. Felix, hey. Mm, ni ana ah. Mwili mwili mweusi ipo size ya kati. Kuna mtu um. ah. um. Karibu. Asante. Kuna mgonjwa wangu anaitwa Msafiri, si nimemkuta? Yes, nimemkuta. Ni nani yake? Mimi ni mke wake. Oh, karibu. Asante.